la Nairobi. Sasa tuelekee jiji la Mombasa, ambapo chama cha Wiper Patriotic Front kimeanza kuwasaka wagombea mbalimbali mbali, walio na umaarufu na wata wania nyadhifa mbalimbali za uchaguzi kaunti hiyo ya Mombasa kama sehemu ya mkakati wake wa kukiimarisha na kuhakikisha kinanyakua kiti cha ugavana katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2027. Mratibu wa chama hicho katika Kaunti ya Mombasa, Millicent Odhiambo, amesema kuwa Wiper pia kimezindua kampeni ya kuhamasisha wapiga kura mashinani na ili kujiandikisha na kuimarisha ushawishi wake katika eneo hilo. Ni pilikapilika za kuwatafuta wagombea wa nyadhifa mbalimbali katika kaunti ya Mombasa na chama cha Wiper. Mratibu wa chama hicho alitoa wito kwa wakazi wa Mombasa kuchukua fursa ya zoezi la kuandikishwa kwa wapiga kura linaloendelea chini ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, kuhakikisha kuwa wanajiandikisha ili waweze kupiga kura. Kuna vikao ambaye tunahakikisha unakuja kuangalia registration yako at your constituency level na pia tuko na watu ambao watawasaidia kwenda kuregister ID cards, kama vijana kama unapata shida popote kukupeleka kwa chief na hayo yote, we have agents ambao watakuwa wanawasaidia ili kila kijana aweze kuwa ameandikishwa. Bi Odhiambo alizungumza hayo alipokuwa akimpokea rasmi bwana Ezekiel Kiminza aliyewahi kuwa mgombea ubunge wa chama cha ODM katika eneo bunge la Changamwe, ambaye ametangaza kuhamia rasmi chama cha Wiper. Watu wanatoka ODM wanakuja Wiper. Sababu ya mikakati hizo sitakwambia ni gani ziibwe na ODM na wao ni wakuiba mikakati, wameiba mikakati ya Kalonzo wakaiba, wakapata nazo kura. Hatu yani mikakati. But mikakati is one. We are taking over Mombasa by force, by fire. Kuja leo kulipa live member. Correct. Ya Wiper Patriotic Front nimekuwa kwa ODM. Most odem mosy you ino know. Nikombea kiti mbunge Changamwe, sasa hii na nakombea na kiti, na kiti ya Wiper ndio nimekuja mapema. Wale wanataka kujiunga na Wiper wakuja mapema, wakijua itakuwa ni kig'ang'anyiro ambacho hakuna kipendeleo, ni yule atakuwa na nguvu ndio atapishwa. Kwa upande wake Kiminza aliwataka vijana wa Kenya kujitokeza kwa wingi kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kujiandikisha kama wapiga kura, akisisitizia umuhimu wao katika kuamua mustakabali wa taifa wakati wa uchaguzi mkuu wa elfu mbili ishirini na saba. Mimi leo ni candidate one of the candidates wa Wiper Democratic Front Changamwe Constituency. Wito wangu ni hataki mtu anaongea mdomo bila kura wetu kila mtu aenda achukue kura hmm, ndio tubadilishie uongozi wezi, tubadilisha uongozi na maneno, tutakuwa tukitaka kila mtu wana njenzii, si kutembea barabarani bila kura, wenda wachukue kura na watembea, wakifanya hivi tuzione ile natoa ule, ule ako wakiti lakini atoleu na mdomo. Sebastian Maria, Undugu TV.